Watazamaji wa Chivihi Media tuko hapa katika viwanja vya michezo vya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, ambapo tunafahamu wapo katika maandalizi kuelekea katika maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chuo hichi, na ndio hizi shughuli na shamla shamla unazoziona zikifanyika hapa. Sisi tumezungumza na baadhi ya watu ambao wameshiriki katika bonanza haya, watueleze ni kipi hasa ambacho kinaendelea kwa muda huu kuelekea Mei 20 ikiwa ni maadhimisho ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Tuko katika maadhimisho ya miaka 20 ya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Na kinachoendelea hivi sasa hapa uwanjani ni bonanza ambalo li, ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 20 ya chuo. Bonanza hili linashirikisha timu nane ambazo zinatoka katika maeneo tofauti. Tuna makundi mawili, kundi la kwanza tunasema kundi A la timu nne ambao moja katika timu hizo ni timu ya staff au MUM veterani tunaiita ambapo ndio inacheza hivi sasa ikicheza dhidi ya timu ya Moro Heroes. Lakini pia kuna timu nyingine za kundi hili ambayo ni Kilosa; hawa ni wanatoka katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa pamoja na Kigamboni veterani. Lakini pia tuna kundi B ambalo linashirikisha timu timu ya X Mum, maana yake hao ni alumni wa chuo hiki, chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Lakini pia tunategemea tutakuwa na timu ya walimu ambayo inashirikisha walimu wa shule ya msingi na sekondari katika mkoa huu wa Morogoro. Lakini pia tunategemea tutakuwa tuna timu ya Moro veterani pamoja na timu ya uhamiaji hizi ndio timu ambazo zinaenda kuhitimisha kundi B. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa tuna mechi za makundi, maana yake tutakuwa tuna mechi 12 katika makundi, maana yake ni sita katika kundi A, sita katika kundi B na mshindi wa kwanza na wa pili, hawa watafanikiwa kwenda nusu finali, ambapo tunategemea mshindi wa kwanza katika kundi A atacheza na mshindi wa pili kundi B na mshindi wa pili kundi A atacheza na mshindi wa kwanza katika kundi B ambapo hii itakuwa ni nusu finali. Mashindano haya yote ama bonanza hili lote ni katika kuadhimisha miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Haya yote ni katika kufanya sherehe za kuadhimisha hii miaka ishirini zinakuwa nzuri. Ndio maana tumeandaa bonanza na panapo majaliwa, siku ya Jumatatu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tunategemea tutakuwa na bonanza ambayo tutashirikisha wanafunzi wa chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, ambalo litaanza asubuhi kuanzia saa moja na kuhitimishwa mida ya jioni saa kumi na mbili panapo majaliwa. Haya ndio matarajio yetu katika bonanza hii. Kuhusu game game, ilikuwa nzuri, ilikuwa simple sana kushinda, isipokuwa kuna makosa madogo madogo tu ambayo tumefanya mpaka tukashinda tukafunga goli moja Sipukua kuhusu timu wangu, timu wangu mwalimu kaipanga timu vizuri na iko bora sana, ya kama nilivyosema, ni mistake tu ambayo imetokea mpaka tukafunga goli moja. Na ai pia sisi nyenye tumekosa, tumekosa nafasi nyingi sana za kushinda, mwanamtu na kipa anampa kipa mona, pia sisi tuende kwa refa, pia game gemu haipo sana fair ana mazaifu mengi sana ingawa, ni refa profession na anajua urefa, isikuwa ana mazeifu mengi sana na waidi tu kwamba leo tumepoteza mchezo, ila kesho asubuhi saa tano tunashinda saa kumi na moja tunashinda. Mimi ni hivyo, nashukuru, tumemaliza mechi yetu salama, tumepata alama moja, ni jambo la kushukuru, lakini kubwa zaidi, tupo kwenye mwendelezo wa kusherehekea miaka ishirini ya chuo cha Islamic Mum University. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunasapoti chuo chetu lakini tupo kwenye haya mashindano tunategemea tunashindana tunawakilisha chuo lakini pia tunawakilisha timu yetu ya Molo Heroes na veterani. Ani wangu mashabiki wa soka kwamba naomba waweze kujitokeza kwa wingi hususani kwenye mashindano haya lakini pia waweze kujitokeza kuweza kusapoti chuo cha Kiislamu cha Mumu kwa sababu kina maadili mema kwa vijana lakini pia kwa taifa mkoa mpaka wilaya. Kwa hiyo tunawakaribisha tuwe pamoja katika hili hili. Zungumzia tamasha au hili bonanza ambalo linakwenda kufanyika hapa, kimsingi ni bonanza ambalo uh, kiuhalisia limevuta hisia za mashabiki na wapenzi wengi wa mpira, kwa sababu ukiangalia ni kilele cha maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu cha Waisilamu cha Morogoro MUM, na kila mwanafunzi anafuraha anatamani kuona siku hiyo Mgeni rasmi ambaye ni rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan anafika katika chuo chetu. Kwa hiyo ukizungumzia kuhusu Bonanza ni kwamba sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunatoa burudani kwa mashabiki wetu na wapenzi wote wa mpira. Na, na Bonanza leo limeanza siku ya leo ambao wameanza ni veterani lakini siku ya Jumatatu ndio itakuwa zamu sisi wanafunzi. Lakini yote ni kuelekea katika maadhimisho ya miaka 20 ya, cho, ya chuo chetu cha Waislamu cha Morogoro. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wapenzi na wadau wote wa, wa michezo kuhudhuria katika maadhimisho hayo ambayo atafanyika tarehe tarehe ishirini mwezi wa sita, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia ni wakaribisha wadau wa michezo kuja kushuhudia burudani katika mabonanza yote mawili ambayo chuo chetu imeandaa kwa ajili ya kuelekea maadhimisho hayo ya miaka ishirini. Tuna bonanza ambalo chuo cha Kiislamu MUM kimeliandaa tamasha hili ambalo litafanyika bonanza kama kwa siku tatu, kwa hiyo tuna matamasha mazuri, maandalizi mazuri yako vizuri, na sasa kuna game inaendelea, kama ilipo game inaendelea, bado iko live hapo kwao. Tunachoomba tu hamasa kwa watu wajitokeze, tuwe na nidhamu nzuri. Hii ni michezo, ni furaha, tunavyovata ni afya. Kwa hivyo tunajenga afya kama tunavyojenga afya ni vizuri watu tukawa na ushirikiano kitu kimoja. Eh, bwana mimi naitwa Basalifa ni, ni mdau wa mpira na ni mchezaji wa ex MUM wanafunzi ambao wamemaliza MUM miaka iliyopita. Uh, kwa jinsi ambavyo nimeona game ya leo naona hawa wa, um, watu wa MUM veterani, unajua sisi watu wa sport tunaamini kwamba hakuna bahati kwenye kwenye mpira. Ukicheza una dominate, unakuwa dominated. Kwa hiyo unaona, amefanya makosa kidogo, ameadhibiwa, lakini mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu ulikuwa na ushindani. Hata ukiangalia matokeo result utaona, uh, goli moja kwa bila. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alikuwa amedominate. Yaani, nguvu ya ushindani ilikuwa ni ni vile tu, kosa limetokea moja na wameadhibiwa kwa kosa hilo. Uh, lakini pia nawakaribisha watu waje kwenye Bonanza. Ni kitu kikubwa kwa sababu tuna celebrate miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. It's a big thing. Kwa hiyo watu waje tu celebrate, kuna vitu vingi watu waje kuona And, uh, kesho pia nawaalika mimi nitakuwa uwanjani, mje muone sana sana. Nikiripoti kutokea hapa katika viwanja vya chuo kikuu cha Waislamu, cha Morogoro, mkoani Morogoro. Mimi ni Heri Abdalla, na hii ni Chivihi Media.